ala mashekh vijana limetafakari kwa kina pamoja na kudurusu mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaambia Waislamu, idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'ftiru fa inghumma alaykum fa akmilu li'iddati, kwamba mtakapouona mwezi ndio fungeni na mtakapouona mwezi ndiyo fungueni, na, na ukiingizwa kwenye kiwingu mwezi mkawa hamkuuona basi kima, kamilisheni idadi ya siku thalathini, ima ndiyo mfunge Ramadhani ama ndiyo mfungue maogeidi haya. Ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuyatafakari mafundisho haya ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukwaa la Mashekh vijana likaona linalazimikiwa na kuja na elimu ya wazi juu ya masuala yafuatayo. Nukta ya kwanza ni, ni mitazamo ya wanawachuone juu ya kuandama kwa mwezi. Tukubaliana kwamba kuna, mita, kuna mitazamo tofauti ya wanawachuone katika suala zima la kuandama kwa mwezi. Lazima umma tuhuduhusishe kwa mujibu wa vitabu kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna kwamba swala hili limekaaje hasa kisomo. Lakini pia nukta ya pili ni upi mtazamo mwepesi na unaokubaliwa na wanawachuoni takriban wote na ambao ndio mtazamo uliokuwa unafuatwa na hapa nchini kwetu, lazima pia Waislamu waelekezwe ili wasije wakaja wakaingia katika tatizo kama hili katika wakati wa usoni unaokuja. Lakini nukta nyingine ni ipi nafasi ya viongozi wetu wa kiroho katika ibada? Uislamu ni dini ya kanuni. Uislamu ni dini yenye maelekezo ndani ya kitabu cha Qur'ani na Sunna, kila jambo lina uongozi. Tukiingia misikitini kuswali, kuna imamu lakini tunataka tutoe zaka, kuna muhesabuji zaka, kuna alamil anayekwenda kufata zaka na kuna anayestahiki kupewa ile zaka. Lakini kadhalika, watu katika kutekeleza ibada ya haji, watu wana kibla, watu wana miqatu zamani na miqatu almakani, lakini kuna na viongozi wanaowaongoza ili waweze kupatia ibada ya hija. Kadhalika ibada ya somo, Uislamu unasemaje nafasi yao hawa viongozi katika hizi ibada ikiwemo ibada ya kufunga wanakhiari Waislamu kuwa nyuma ya kiongozi au ni jambo la wajibu, kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna, kwamba Waislamu wanatakiwa kuwa nyuma ya kiongozi ili waweze kufanikiwa katika ibada yao hiyo. Lakini nukta ya nne, umuhimu wa umoja wa Waislamu katika kufunga na kufungua kwa pamoja. Kinchi tumeona kulikuwa kuna makundi tofauti tofauti, lakini makundi yote ni makundi ya kinchi, wa Misri wameswali pamoja na kwamba tumeswali pamoja nao lakini waliswali kama wa Misri. Lakini wale hao wengine wameswali ama wamefunga na kufungua kama nchi. Hapa Tanzania ni lini tutafikia mwafaka kwa kuwa kama nchi? Lakini kuwa kama nchi ni jambo la khiari, ni jambo mtu anaweza akaamua, au kuna miongozo ya kisharia yamlazimisha Muislamu lazima atulie na nchi yake. Watukufu ndugu zangu, dhumuni la kutoa elimu hii ni ili kila Mwislamu ajitathmini na kujisahihisha pale alipoteleza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza kwamba ad-dinu nasiha, dini ya Kiislamu si dini ya kuzogomana, kutukanana na kuchekana, bali hii ni dini ya kunasihiana na katika jumla ya nasaha ni kupeana elimu. Bado tunasema kwamba watu wetu wengi wanahitaji kuelimishwa, hawahitaji kulaumiwa, hawahitaji kutukanwa, hawahitaji kuzogomwa. Ni watu wakae, ziwekwe darsa, watafutwe watu wenye uwezo wa kulizungumza hili jambo, walizungumze, watu wasikie. Na Watanzania, Mwenyezi Mungu amewajalia ni watu wasikivu. Waislamu wa Tanzania ni watu waelewa, wakishibishwa hoja, wakaeleweshwa, wakaelimika na wakaambiwa kwamba anayesema hivyo ni Mwenyezi Mungu na mtume wao, wanakuwa mara nyingi nisamina wa atwana, wanaskia, ni samina wa atana wanasikia na wanatii. Dhumuni jingine ni kuwataka Waislamu wa Tanzania wawe pamoja katika kufunga na kufungua kwa kufuata muandamo wa machimbuko yao kama walivyo Waislamu wa, wa nchi nyingine ili kuepukana na mkanganyiko na vurumai zinazotokea eh, katika miandamo ya mwezi kwani kufanya hivyo kutawaondolea mashaka zaidi katika utekelezaji wa ibada ya kufunga na kufungua. Pia watapata wepesi katika mambo ambayo sheria imeambatanisha na kuandama kwa mwezi mtukufu wa Waislamu. Pamoja na wanahabari uliokuwepo hapa, masala ya mwezi muandamo sio mwezi kwa ajili ya kufunga tu na kufungua. Mwezi huu pia kuandama kwake kunawawezesha wanawake wanaokaa eda ima za kuachwa ama za kufiwa waelewe watamaliza lini eda zao, kwa sababu mwanamke aliyefiwa na mumewe anatakiwa kwa mujibu wa sheria akaeda miezi minne na siku kumi miezi minne na siku kumi hii sio kwa kalenda ya Kizungu bali anatakiwa apate taarifa mwezi umeandama, aelewe kwamba kutoka nilipoanza mpaka hapa nimemaliza, mwezi au hapa ndiyo naanzia au hapa ndio namalizikia. Eh, qala Allah taala wa yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an tukufu kwamba watakuuliza kuhusiana na miezi miandamo, wajibu kwamba miezi miandamo hii Mwenyezi Mungu ameiweka, yaani mwezi uandame na kupotea, na kwa ajili ya kuwafahamishia watu nyakati za ibada na mambo yao mengine ya kibiashara na kiuchumi. Tuna biashara pia, tunakopeshana, tuna ila, mtu anaapa kwamba mke wake hata muingilia, kuna muda utakapokuwa umefika huo, e, miezi minne hapo kuna hukumu zake za kisheria. Sasa hiyo miezi minne ni kwa mwezi muandamo. Kwa hiyo mwezi huu tusiufanye e, ni wa Ramadhani au naidi au ni wa arafa tu peke yake, bali mwezi huu ni kwa ajili ya ibada mbalimbali, e, na mambo mbalimbali ya kimuamalati. Kwa hiyo ni lazima hapa watu watafutiwe namna rahisi ya kuweza kuutumia mwezi ili waweze kuyafanya mambo hayo kwa usahihi kama sheria ya dini ilivyoelekeza. Lakini dhumuni jingine la jukwaa letu na elimu tunayoitoa ni ili tukubali kuwa chini ya uongozi wa kiongozi mmoja ambaye tutawajibika chini yake na kumtii na kumsikiliza. qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba man ataa al-amira fakad ataani wa man ataani fakad ataa Allah s kwamba swala la kutii viongozi sio swala la hiari. Allah mwenyewe kashazungumza ndani ya Qurani kwamba atii Allah wa atii ar-rasul wa uli al-amri minkum, tuini mwenyezi Mungu, mtuini mtume na watuini wenye mamlaka miongoni mwenu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote atakayemtii kiongozi wake wa kiroho katika eneo lile alilokuwepo, huyo ndo amenitii mimi, mtume Muhammad na mwenye kunitui mimi ndo kamtui Allah subhanahu wa taala. Lakini yeyote atakemkacha na kumwasi kiongozi wa eneo lake huyo ameniasi mimi, na mwenye kuniasi mimi huyo amemwasi Allah subhanahu wa taala. Watukufu ndugu zanguni, eh, huu ni utangulizi eh, katika maudhui iliyotukusanya hapa, na moja kwa moja sasa nikirudisha kipaza sauti kwa kiongozi wetu mwanahabari wetu bwana al Ustadh Said Mpeta kwa ajili sasa awape fursa baadhi ya wanajukwaa ama wanajukwaa hapa kwa mujibu wa muda ili waweze kutoa elimu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wa wabarakatu. Ili twende na muda, naomba niwaulize. Naomba niwaulize. Kuuliza tumechukua dakika ngapi? kumi na sita. Naomba tutumie risala moja harithi, zikibaki dakika tano niashirie ili tuweze ili tuweze. Eh, <laughs> e, tutakwenda tu. Baraka tumeambiwa ni baraka, sisi tutafanya ili jambo nyeekeli. Kamera zenu zisiloe masheke hapa, hatuondoke mpaka jambo liisha. Hai mwenyekiti wa jukwaa la Mashekhe vijana akasema, sasa alhamdulillah tunamshukuru uh, Sheikh Othman sbai kwa utangulizi ufunguo. Kwa yule anayetaka kujua madhumuni ya jukwaa, kwa kweli atapata faida kubwa sana kupitia ichi ulichokisema, lakini mwisho kule tutaomba sasa namba walau mbili hizo zitakuwa zenye maswali kwa ajili ya jukwaa, kama mtu aweze ama hajaelewa vizuri. Mimi naomba niende moja kwa moja kwenye hili ambalo umelitanguliza kwanza, juu ya kufunga na kufungua nyumba. Moja inawezekana baba na mama, baba na mtoto, wanafunga katika nyakati tofauti. Kwa nini inakuwa hali ya namna hii shekh?

baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza ni kushukuru mwandishi Said Peter kwa swali zuri hili, kwamba tumekuwa tukishuhudia katika uh, nchi yetu hususan watu wa nyumba moja, lakini wanafunga na kufungua katika siku tofauti. Nini kinachopelekea hayo? Kuna mengi ambayo yanayopelekea hayo, nayo ni kwa ajili tu ya mitazamo na kauli za wana wa chuoni. Lakini ndani ya nchi yetu hapa tuna mitazamo miwili hiyo ndiyo mashuhuri na ndiyo maarufu inayotuingiza katika msuguano huo. Kuna mtazamo wa kwanza, wao unaamini mwezi utakapoandama kutoka sehemu yoyote ile duniani, basi mwezi huo unawahusu waislamu wote duniani, wafunge au wafungue kwa mwezi huo bila ya kuzingatia umbali wala mipaka ya kinchi na wanaitegemea zaidi. Kuna kauli nyingi wanazozitegemea, lakini zilizo kuwa mashuhuri ni ile kauli ambayo ameitaja Shekh Sayid Sabiq katika kitabu chake Fikru Sunna juzuu ya kwanza, yeye nasema innahu la idratan bi ikhtilafi al-matalib. Hakika ya hali ilivyo, hakuna mazingatio kwa kule kutofautiana machomozo ama machimbuko ya mwezi. Famata ra al hilala ahlu baladi wajaba saumu ala jamii biladi, wakati wowote watakapoona mwezi watu wa mji fulani, basi itakuwa imeshalazimika funga katika miji mingine iliyobaki liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sumu liruyatihi wafiru wa liruyatihi, fungeni kwa kuonwa mwezi na fungueni kwa kuonwa mwezi. Na fasili kama vile ambavyo wanavyofasili wenye msimamo huo. Shekh Said Sabiki akaendelea kusema, wa huwa khitabun amun lijamii umma khitabu hii inaujumuisha umma wote, ile khitabu ya Mtume kwamba fungeni kwa, kwa kuonwa mwezi na fungueni kwa kuonwa mwezi. Khitabu ile inakusanya umma wote. A, faman raahu minhum fi ayi makani kana dhalika ruyata lahum jamia, yeyote atakayeuona mwezi mahala popote duniani basi uoni huo wa mtu mmoja ndio uoni wa watu wote duniani. Hii ni moja ya dalili wanazozitumia japo kama zipo nyingi, kulingana na muda hatutaweza kuzisema zote, lakini zote zinarudi hapa, hili ndio shina. Lakini ama dalili za kiakili, wanasema dunia hii ni moja na hakuna haja ya watu kupishana kufunga katika siku tofauti, kwa sababu duniani hakuna maeneo yanayotofautiana siku nzima, kwa maana ya saa ishirini na nne. Hii nayo ni sehemu ya hoja. Na hata wanapopokea maelezo kwamba hilo mnalolilingania haliwezekani na halitekelezeki, basi useme kwa nini Mei mosi iweze kutekelezeka, kwamba duniani kote Mei mosi, alafu ishindikane duniani kote kuwa mwezi mosi. Kwa hiyo hoja zipo hizi na nyingine ambazo zinazofanana na hizi. Kwa hiyo huu ni msimamo wa kwanza. Kwa hiyo wale wanaotangulia wao wanaamini kwamba mwezi ukiechomoza mahala popote duniani mwezi huo unawahusu watu wote, watafunga au watafungua lakini ama wale wanaochelewa, tazamo wa pili ni ule unaosema kwamba innahu yutabaru likulli ahli baladi ru'yatuhum, linalozingatiwa kwamba wana kila watu wa miji kuona kwao, wa wala yalzamuhum ru'yatu ghairihim, na wala hauwalazimu wao ule uonaji wa watu wengine. Nao wakaitumia hadithi ile ile iliyotumiwa li na watu w wa kwanza, ili sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, lakini hadithi ile yaishi pale inaendelea kwamba fa inu huma alaikum fa akmilu alidda e, kama ni Shaaban 30 yawma, wa fi riwayatin fasumu 30 yawma, kwamba ile kauli kama ambavyo ilivyonukuliwa na Sheikh Abdul Rahmani

Ile amri ya fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi, amri ile imeelekezwa kwa wale ambao kwao utapatikana huo mwezi, kwa maana watauona huo mwezi katika maeneo yao. Ama wale ambao mwezi kwao haujaonwa, ile khitabu ya sumu liruyatihi wa, wa afiru liruyatihi, ai wakusanyi wao illa hina yujadu indahum, isipokuwa mpaka pale ambapo nao kwao mwezi utapatikana. Kwa hiyo wao wamefasiri hivi ile hadithi. Je, kwao haukupatikana? Je, hadithi inaendelea, inasema fa in ghumma alaykum fa, fa akmilu alidda, na mafuhumu haya ndiyo yanafahamika pia katika ile hadithi ya Sayyiduna Ibn Abbas radhiyallahu anhu juu ya kisa mashuhuri kile alichokihadithia hatuache kuendelea kufunga mpaka tukamilishe siku thelathini au kinyume chake tuone mwezi uh, ndipo Kuraibu akamwambia na kumuuliza, wala taktafi bi ru'yati Muawiya wasianihi, hautosheki na ule uonaji wa Muawiya na kule kufunga kwake, haya hayakutoshi mpaka na nyinyi mnataka mkamilishe hesabu zenu au muuone mwezi wenu. Akambia la. Hakadha amarana Rasulu llahi sallallahu alayhi wasallam, ndio hatutosheki sisi na mwezi ule, kwani wao wana uoni wao na sisi tuna uoni wetu, na hivi ndivyo alivyotuamrisha Rasulullahi sallallahu alayhi wasalam. Kuna dalili nyingi za kisheria ukiachana na hizi, kulingana na muda leo nikomee hapo kwa upande wa dalili za kisheria. Dalili za kiakili tunaelezwa kwamba dunia haiwezekani kukusanywa na muandamo wa sehemu moja na wote wakaweza kufunga ndani ya siku moja. Haiwezekani. Tena hilo linaweza likapelekea watu wafunge siku ishirini na nane, na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ashharu tisa wa ishiruni, mwezi una siku ishirini na tisa. Na ukija kuzitafuta hizi hesabu za siku ishirini na nane, tusiende mbali. Tuchukulie ule mwezi wa 29 pale Saudia na nchi ambazo zilizowafikiana na Saudia katika kutangaza mwezi kwamba wameuona. Wakati wanatangaza kwamba Saudia mwezi umeshaandama na kesho tuswali Eid. Ilikuwa ni mapema sana wastani wa majira ya saa moja jioni, yani, ndio tunaingia ile magharibi ya usiku wa Jumapili. Kwa taarifa za mwezi tayari zimeshatolewa. Wakati ule ilikuwa maeneo mengi yengeweza kusali Idi siku ya Jumamosi. Hey, Saidi Peta mwana habari wetu, lakini bila ya kuwasahau wana habari waliohudhuria hapa na Waislamu wote kwa ujumla, kwa hakika Shekhe Uhman Zuheri ashekhe Mapande wametoa elimu kubwa sana. Lile neno hiya mawakitu linasi ililamu iliyokuwa pale ai liumuri nasi waambie kwamba masala ya mwezi haya yapo kwa ajili ya mambo ya watu. Watu wana mambo mengi kabisa mambo ya watu huwa yanakwenda kwa nyakati, kwa muda. Kwa hiyo miezi imewekwa ili itumike katika kudhibiti mienendo ya mambo ya watu, ahadi za watu. Mwalimu alisema hapa kuna eda na mama wanaachika, kuna kukopeshana, tutapangiliana. Bwana, ukishaandama mwezi fulani, basi njoo uchukue amana ya yako mimi nitakuja kukukopesha wewe, au utanikopa siku ya tarehe 27. Ukiandama mwezi tu, njoo uchukue haki yako. Kama tutaamua kufuatilia mwezi wa kimataifa hivi, unaweza ukaja kunidai haki yako ukaniambia mwezi wa China umeandama huko, ikiwa nasi tuna mwezi wetu, ile hiya limawaqit kwa maana ya kupanga mipango ya watu katika kuendesha mambo yao kwa mujibu wa maeneo yao. Lakini wakitoa hadithi ya kusema a a iko ile hadithi sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, ameisema Maalim Mapande, eti inatumika kuwa ni hoja ya kuonesha khitabu lil umma, kwa watu wote kwa ujumla. Eti kwa sababu ya ile jamaa iliyokuwa pale, ile wao ya jamo ile sumu fungeni nyinyi nyote lirukyati hii, alafu wanasema kwa kuonekana ile, kwa kuona ile masdari hiyo imedhifiwa. Ingekuwa hivyo, ingekuwa li arruia, lakini imekuwa lirukyati, kwa kuona mwezi. Sasa kama tutasema ile fungeni kwa kuonekana, tukadiria hata hilo hiyo wamepatia kwa kuonekana kwa mafungeni kwa kuonekana alafu ikawa ni kwa wote. Iko aya nyingine ndani ya Qur'ani tunahalalishiwa, kula tunaambiwa kwamba kulu washrabu hata yatabayana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, tumeruhusiwa kula mpaka ichomoze ya alfajiri. Imetumika jamu vile vile kuleni ina maana inaniruhusu mimi aya ile au inanikataza mimi aya ile, kula hali ya kuwa niko saa saba usiku, kwa sababu mtu wa Marekani kwake yeye imeshakuwa alfajiri, kwamba Marekani sasa ni alfajiri, kwaku mimi ni saa saba ya usiku, lakini nisile kwa sababu Marekani imechomoza eti kwa sababu ya hii wao lakini tarjuman alquran, tarjuman alquran, Abdallah Ibnu Abbas walimu amemwelezea pale, ikiwa anajibu vizuri sana kabea. Ah, hatutaacha kuwa tunafunga mpaka tuone, lakini hatutafuturo mpaka mwezi uonekane. Alafu akasema hakadha amarana Rasulullah. Siku moja alifatwa Sayyiduna Umar na, na kikundi cha watu

watu wanaishi baina ya milima yaani mlima bondeni wanakaa wao. Sasa mara nyingi kanuni za mwezi aliyekuwa chini kuchelewa kuuona kuliko aliyekuwa juu. Sasa walipomfuata akaambia, ya Amira Almuminin, sisi ni watu tunaoishi katikati ya milima, baina ya milima hii tunachelewa kuona mwezi, wenzetu wameuona, sisi tunauona siku nyingine huko, lakini tunapata taarifa kuwa wenzetu wameuona, nini unatuamrisha? Saidina Umar anawaambia, sumu bina lwadhahi ila lwadhahi, endeleeni kufunga kwa kuanzia kuuona na malizieni kufunga kwa kumalizia katika kuona kwa hiyo nami ni wapeelimu ni wakumbushe ndugu zangu katika imani masala ya mwezi ni kuuona na wale walio salihi siku ya jumapili kwa kuwa waliswali kabla ya kuuona watalazimika kuilipa ile siku moja wallahu warasuluhu alam bisawab asante shekh ruhmani naomba tafadhali toa namba ambayo E, watu wanaweza kutaka kupata majibu sahihi, e, kupitia jukwaa hili la mashehe vijana. Uh, namba yangu kama katibu ni 0718 106013, 0718 106013, na namba ya mwenyekiti Shigemwelekwa ni 0713 822 692 8269. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mpaka kufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu hiki maalum, na hasa tukiwa na jukwaa la mashehe vijana. Kumbuka tu ya kwamba mimi niwaache e, kwa kuwa hili jambo ni endelevu, mimi naomba niwaache na swali lifuatalo: ikiwa sasa hivi tupo katika ulimwengu wa utandawazi na tunaweza tukaambizana huku umeandama nasemaje? katika hilo tunaamini kipindi kijacho, basi miongoni e, mwa maswali mengi tutakayokuwa nayo ni hilo litakuwepo. Ndugu e, zangu wanahabari, niwashukuru kwa kuja, lakini wewe mtazamaji, tafadhali lengo ni kuelimishana, ili tuweze kufanya ibada kwa uzuri kabisa. Mpaka kufikia hapa, hatuna la ziada, niite Ustadh Said Peta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbuka tulikuwa na mashehe